Habari za hapa mke wangu. Vipi? naona mama pale ametulia mwenyewe mmjazia maji jagi zima kama lejeta. Ameshakula. Hapana, mke wangu wa jara. Maana yake chakula nitapika ni kidogo sana. Tunatosha mimi hmm, na wewe tu. Nyamaza. Hivi unajua kweli wewe? Yaani unasema hacha kuna kidogo kinatosha mimi na wewe. Kwa mamangu mimi asile. Hmm? Lakini mme wangu atakula tu. Muda mbona ni bado. Unanikosea, Amina, unanikosea. Yaani unanikosea kabisa. Yaani mimi napambana jua kali kwa sababu ya kuwalea wewe pamoja na mamangu. Yaani mara kumi bora mimi nisile mamangu mzazi yale. Hm? Alafu sasa mamangu anamjezea maji kama lejeta, maji mengi anakunywa kama lejeta. Eh? Ndio anashangaa mbona mama, mama sasa anakonda? Mama alikuja kalenea kwa sababu amekauka kama sigara. Sasa umesikia? Mke wangu amenuzu, amenikosea sana, amenikosea. Sasa umesikia? Kwa sababu ili nilikosa kama la tano. Naomba ingia ndani, kachukua kila kitu kichukua cha kwako. Uondoke kwenu. Hapana, hapana. Kwa sababu bila yule mimi usingenijua, amenijua kwa sababu ya mamangu. Yeye mama mfano angeni ili genijuakli ujirekebishe kila kitu. Hivi jamani, sisi tunapambana tunaumia, mchana jua kali, tunaangika mpaka jioni tunarudi, alafu bado tena wazee wetu wananyanyasika.